ACT Wazalendo Mimi na Zanzibar Wazanzibari CCM kwisha kwisha kabisa nyang'anyang'a mbende mbende kifo cha mende chal Mheshimiwa rais wetu mpya Viongozi wa meza kubwa, itifaki na izingatia. Asalamu alaikum. Awalini mshukuru Mwenyezi Mungu wa kumfikisha muda uno, nkawa bado napumua na nazungumza kwa sauti inayoeleweka nakwenda moja kwa moja, nkukusudia na kuaza nao unawivi wa mapema, kwa sababu wewe vuna nanhusumie kwa sababu nyi wa ZEC sasa, wevu unahusu kunako wivi wao wa mapema. Wevu wabandiki wapiga kura hewa, bala wapiga kura elfu mbili na arobaini na moja ambao wao hawaliletwa na picha zao, na ndio maana nikasema hewa wapiga kura wao elfu mbili na arobaini na moja kwa vilasi ya jimbo la Makunduchi. Wana wa ACT tuna akili hatuna vichwa maji wavyosema, tukua wabandiki. Tukenda pale tarehe ishirini na tano tukachukua kwa picha vatu, tukasema tunatendea kazi jimboni kwetu, na wavyotona ula kuwa tunatizama, wakaza kupigia na simu, kwani namba ageze hamba tunaoga ula kituoni, wapigi simu kwageso kwamba ACT, oh, wende wende, piga picha yalama watuabandikwa pale diesio havyo kuja tukaambia si hatugomo kusimama kiwambatani, tukaa tunatizama juu, hata tunatizama mwezi, twende kweli na tuende tuende chukua majina, kwa sababu kunako jimbo letu tuwejua kwa majina na tuwejua kwa sura. Hatima yake watu elfu mbili arobaini na moja wa wauja kuwa halali hasa kuno jimboni kwetu ni watu themanini na tatu wani jimboni tukaa kitako shehia zoti kumi na tatu, na tukaa tunatajiana, kwa sababu wajifungu wao maana waandika alama ya majina yao, halafu wakaandika kwamba shehia ya Mtende, shehia ya Kijini. Sasa ina maana kila hapo kuandika kwa kwamba shehia ya Mtende, watu wa Mtende tukakaa pembeni woku wa wetu. kwa maana hiyo jimbo zima tukapata watu themanini na tatu kunako elfu mbili arobaini na moja.

kama kangi chumba namba moja kesa kenda chukua, ende chumba namba mbili henda haka hakuna kofoleni, hamuita mkuu wa watu, mkuu wa watume ambia njo, ha kama nini jaza fomu. Nkaambia hata uno si muda kwa mbiza na mtu ajaze fomu, fomu njaza muda kwa natafuta nafasi ya kugombea wakilishi, na kino kitambulisho kunka wewe kwamba ni wa mgombea wa wakilishi. Sasa ndio sintaje kujaza fomu wakati na umizwa ndani, na namwambia je hivyo muda wa kwamba na askari wengine sasa kama mama, taratibu taratibu, mkambia, si taratibu. Watu wanarudia wao kwa wao, wako wapi? Wako wapi? Hamhusia mabega, hawambia yuno na yuno, mnapiga kuno na basi, taratibu si taratibu, uwayave wayawe nje.